am Ruto amewahongera viongozi wa chama cha UDA na wale wa Muungano wa Serikali Jumuishi kwa ushindi wao kwenye chaguzi ndogo. Pia amewataka viongozi wa upinzani kuwa na ajenda na iwapo wataendelea na semi zao za kuwa atahudumu kwa muhula mmoja, watawashinda asubuhi na mapema ifikapo mwaka 2027. Haya yamejitokeza alipokuwa akizindua mradi wa ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit, huku awamu ya kwanza ya ujenzi ule ikianza upande wa Kamandura hadi Gilgil, na alikosema kuwa ujenzi ule wa awamu ya kwanza utakamilika baada ya miezi sita. Zablon Macharia na taarifa hiyo. Baada ya wawaniaji wengi wa UDA na ODM kuibuka washindi kwenye chaguzi ndogo kwa mara ya kwanza, Rais William Ruto amewahongera kwa kuibuka washindi, akisisitiza kuwa uchaguzi ule katika nyadhifa saba, sita za ubunge na moja ya useneta, walishinda chini ya Muungano wa Serikali Jumuishi. Jana tulikuwa na uchaguzi katika taifa letu la Kenya mdogo. Sindio? Kutoka Mbeere mpaka kule eh, eh, Kasipul. Kutoka kule Banisa kupitia Baringo mpaka kufika huko Malava ni kweli ama si kweli? Kati ya viti saba, sindio? ya ubunge na seneti, yote saba ilishindwa Ilishindwa na broad based government, ni kweli ama si kweli? Kutokana na ushindi ule, Rais Ruto amewakashifu wapinzani wake akisema huo ni muungano wa kushindwa, akibaini kuwa siku ya Alhamisi wa Kenya waliwapa ilani, akiongeza kuwa iwapo wataendelea vile bila kuwa na ajenda, ifikapo mwaka 2027 watawashinda asubuhi na mapema. Nyinyi ambao watu mnaendesha sijui one time, kasongo na mazgo. Hiyo sio sera, tafuteni sera, na niliwaambia wasipotafuta sera watachelewa. Sasa jana, wananchi mimi niliwapatia ilani, wananchi wamerudia jana, si wananchi wamepatiwa ilani, si wananchi wamepatia hawa majamaa ilani, wananchi wamewaambia tena jana, tafuteni sera, tafuteni mpango Kasongo na masgo, chuma chenu kimotoni, mtaona kivumbi. Haya yamejitokeza alipokuwa anazindua ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit na Rironi Maimahiu hadi upande wa Naivasha. Katika uzinduzi ule wa awamu ya kwanza ya kilomita 81 na, na utakaoanza eneo la Rironi hadi Gilgil, rais amethibitisha kuwa ujenzi ule utakamilika baada ya miezi sita. Leo hii barabara tunajenga hapa kutoka hapa Kamandura mpaka Gilgil, tumekubaliana na kontrakta, hii barabara ndani ya miezi sita itakuwa imekamilika kufika pale Gilgil. Mimi tena naenda kuanzisha kontrakta mwingine leo pale, na, pale Gilgil. Kuna kontrakta ananingoja pale saa hii. Yeye mnanielewa? Yeye mnanielewa? Kontrakta mwingine anangoja pale Gilgil leo, tunaenda kuanzisha sasa hiyo barabara kutoka Gilgil pale iende Nakuru iende Mau Summit. Nyinyi mnanielewa? Ujenzi huu unatarajiwa kugharimu takriban bilioni mia moja kumi na mbili na kutenda. Zablon Macharia, Undugu TV.